Akituita ku... sisi ni watu wa mlima, akituita kutoka State House tutakuja sote, tutavaa nguo sauda, tutavaa kofia sauda, tutampigia makofi. Sisi ndio kwa democratic, sisi ni watu ambao tumesoma, we are the most democratic eh, people in this country. Tutampigia makofi, tutamkaribisha, tutakubali kitu chochote ambacho anatuambia, alafu mwishowe ile kitu ambacho tunaangalia ni mfuko mfukoni ameweka nini. Nataka ile pesa ambayo ambayo imefinya hawa wananchi atupe. Sisi tunachukua pesa, lakini tukitoka state house right, hapo nje, zile kofia zile sare zote kwa tumevaa tunaziweka kwa gunia, tena tunaenda tunachoma. Hiyo ni takataka za trash. Kwa hivyo hatuwezi kukataa kutoa pesa, that's our money, hiyo ni haki yetu. Kwa hivyo watu kuitwa state house mbaya. Tungesikia kwamba kumeitwa watu wanaitwa technocrats katika sekta hiyo. Sisi engineers, professors, watu wanaitwa technocrats wakupeleka kupeleka inji mbele, hapo tunasema hakuna shida. Raisi is the right way. Lakini kama anaita anaita kwa akipeana pesa kwa kanisa Catholic wakikataa, akipeana kwa SDA wakikataa, anaita hao mapasa wadogo wadogo hawa, wadogo wadogo huko msingi mzuri ambaye anawakusanya pale wengi hata mimi nikifaa kokea. E, kama ni pasa ananiita pale, kwa nini wasi atiende uchukue pesa? Lakini mainstream churches wale ambao wanajua no, ni nini wanakuambia, no, apedent president, tunakuheshimu lakini hatuwezi kuchukua zile pesa na hatuwezi kuenda katika mwarifo yako, kwa sababu the intention is bad. Namba 2, mara bili likuwa ni asifuna.